Kutoka mlango wa tatu mstari wa kumi na nne Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko; akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli; mimi niko amenituma kwenu. Tuna majina mbalimbali ambayo Mungu anajitambulisha kwayo. Yawe ni jina moja wapo niko ambaye niko, maana yake Mungu anakuwa Mungu kwetu kulingana na mazingira yetu. Kwa habari ya magonjwa anakuwa Mungu mponyaji, kwa habari ya kukumbukiwa anakuwa Mungu mpaji, kwa habari ya changamoto na vita anakuwa Mungu wa amani. kwa Mungu anakuwa Mungu kwa mtu kulingana na muda kulingana na majira kulingana na nyakati, kulingana na matukio, kulingana na uhitaji, kulingana na mapito, kulingana na mazingira mtu anayokuwa naye. Kwa hiyo Mungu ana sifa zote za kukava nafasi ambayo unaiona kwamba unahitaji msaada wanapewe sifa. Sasa kwenye kitabu cha Mwanzo ishirini na mbili mstari wa kumi na nne, Biblia inasema Ibrahimu akapaita mahali hapo Yehova ire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Abrahamu alitoka nyumbani anampeleka Yakobo uh, Isaka kama kafara wa Mungu. Njiani Isaka alimuuliza kila saa, baba, kuni tunazo, kisu tunacho, moto tunao, sadaka iko wapi? Abrahamu kila wakati alimjibu akamwambia, Bwana atajitwalia sadaka, Bwana atajitwalia sadaka. Yaani alikuwa anamwambia kwamba sadaka tutakutana nayo huko juu ilingali moyoni akijua ya kwamba sadaka ni saka, lakini alikiri maneno ambayo hakujenga imani yake katika alichokuwa anakisema, wala hakuwa na mtazamo huo kwamba Mungu atatoa sadaka. Yeye alijua sadaka yangu ni mtoto wangu, lakini kumbe anavyokiri, anavyokiri anaumba anaumba anachokikiri pasipo kujua. Wakati ameinua kisu ili amchinje Isaka, akashangaa kweli kuna kondoo nyuma yake. Mungu akamwambia usimdhuru mwana, tazama nyuma, akapata kama alivyokiri. Akapaita mahali pale Jehova ire, Yawe ire, katika mlima wa Bwana itapatikana.